Nacho tangazo la Tan Business Channel Online Television saa tatu usiku siku za Jumatatu hadi Jumamosi. Mimi ni mtangazaji wa kipindi, Ali Mwambola. Leo kwenye kipindi chetu tutazungumzia suala la uwekezaji. Kwa wale ambao wanafuatilia vipindi vyetu watakumbuka kuwa niliwahi kusema kuwa kwenye kuwekeza kuna mambo kama nani, matatu ya kutafakari. Alo, inapotokea una fedha sasa na unataka kuwekeza. Kwanza ni kuwa unaweza ukawekeza kwenye Dar e, es Salaam Stock Exchange, yaani soko la hisa la Dar es Salaam, kule unakwenda unanunua hisa na baada ya kununua hisa utakuwa unapata gawio, yaani dividend kutokana na uwekezaji wako. Namba mbili nilisema kuwa hizo pesa unaweza ukaamua kuanzisha biashara. Kuanzisha biashara ambayo unafikiria unaweza ukafanya vizuri sasa. Hiyo biashara kama itafanikiwa kufanya vizuri, basi utapata faida na mambo yako yatakwenda vizuri. Kwa hiyo hiyo ni njia ya pili ambayo unaweza ukawekeza. Njia ya tatu ni kuwa unawekeza kwenye kampuni ambazo tayari zimeshaanzishwa na zinafanya vizuri kidogo, nataka kulingana na utaratibu wa kununua kwenye kununua, kama hisa za kwenye kampuni za kwenye soko la hisa, lakini sasa hii hizi kampuni hazipo kwenye soko la hisa lakini zinafanya vizuri. Kwa hiyo sasa, kuliko kuangaika kuanzisha kampuni pengine, na wewe una uzoefu wa kufanya biashara, kuna mambo ya kuangaika kutafuta sijui timu ya management sijui. Kwa hiyo njia ya mkato inakuwa ni afadhali uwekeze kwenye kampuni ambayo imeishaanzishwa na structure yake iko vizuri na inafanya vizuri. Kwa hiyo wewe unachofanya tu ni kununua hisa zake alafu unaangojea kupata gawio ambayo ndio ni faida kwako. Na hii ndio ambayo sasa nitakayozungumzia leo. Sasa ni umefanya uamuzi wa kutaka kununua hisa za kampuni ambayo tayari inafanya biashara. Sasa kinachotakiwa kufanya kwanza ni kujaribu ku kuchambua na kuangalia ni kampuni gani ya ya binafsi ambayo inafanya vizuri kibiashara. Kwa hiyo unaweza ukatumia ma consultant au hata wewe mwenyewe tu kwa kuulizia kwa watu na hata, kwa sababu kizuri kinajitembeza kina, kina, kina kina kina, kizuri kinaonekana. Kwa hiyo huna haja ya kuhangaika sana, utafahamu tu kampuni hii inafanya vizuri, ni ya watu binafsi. Kwa hiyo unaanza mchakato wa kutaka kununua hisa zake, kama inaruhusu kununua hisa. Sasa kinachotakiwa ni kuwa unafanya kitu, yani unaanza unachagua kampuni na ukishaipata una, unafanya uchambuzi wa hiyo kampuni ambayo kwa lugha ya kitaalamu nasema unafanya due diligence. Kwa maana kuwa unaichambua hiyo kampuni na kujihakikishia kuwa hela zako hazitapotea bure ukiwekeza kwenye hiyo kampuni. Sasa kuna mambo kama manne hivi ambayo inabidi ya kutafakari wakati unajaribu kuichambua hiyo kampuni. Jambo la kwanza ni lazima hiyo kampuni iwe inapata faida. Sidhani kama kuna mtu atakubali kwenda kuwekeza kwenye kampuni ambayo inapata hasara. Kwa hiyo namba moja, uikute hiyo kampuni wakati unapoifikiria inapata faida. Na ikiwezekana hiyo faida sio tu mwaka huu, yani ni inakuwa ni utaratibu wake kupata faida. Kwa maana kuwa utaingia kwenye mahesabu na hayo mahesabu itakuonyesha hii kampuni kwa muda mrefu tu inakuwa inapata faida. Kwa hiyo ni muhimu sana uchague kampuni ambayo inapata ina historia ya kupata faida. Lakini haitoshi tu kupata faida, unaweza ukanunua inapata faida, lakini baada ya mwaka mmoja au pili unakuta inaingia kwenye matatizo makubwa sana. Kwa hiyo sasa kinachofuatia ni kujaribu kuangalia eh, eh mambo yake ya kifedha, kwa hiyo inabidi uchambue zile financial reports zake. Sasa kwenye kuchambua utaangalia eh, utaratibu au sio utaratibu, yani utaangalia jinsi mali za hiyo kampuni zinavyoongezeka. Kwa sababu kama una- unachambua kampuni unakuta mali zake zina zinashuka au zinapungua, hiyo tayari inakupa inatia wasiwasi wasi. Kwa hiyo unaangalia kwanza mali kwa kuangalia zile financial reports, utaona zile mali zake kama zinaongezeka, alafu katika upande wa pili utaangalia pia swala la madeni. We, madeni yako ya aina mbili, madeni kwanza ambayo kampuni inadai wateja, kwa sababu unajua makampuni mara nyingi ambayo ni makubwa au yanafanya vizuri yanatoa yanauza bidhaa kwa kwa mkopo Yani, on the credit au yanatoa huduma kwa mkopo, pia on the credit. Sasa unaangalia, je, hao wanaopewa huduma au wanaopewa bidhaa wanalipa madeni yao? Kwa sababu ukikuta kuna madeni makubwa ya wateja ambao wamepata huduma au wamepewa bidhaa, hiyo tayari inaanza kukupa wasiwasi, kwa sababu kama wanashindwa kulipa, kuna uwezekano mkubwa kampuni kapata hasara. Kwa hiyo unaangalia madeni ya wateja lakini kingine utaangalia madeni sasa ya kampuni inavyokopa vipi, hayo madeni yanaweza ya ya ya na, ya ku, ku, ku, yaani kampuni inaweza kuhimili hayo madeni kwa maana ya kuwa yasija kama madeni makubwa sana ya kuweza kutishia uhai wa kampuni. Kwa hiyo unaangalia madeni ambayo kampuni imekopa, na mwisho unaangalia swala zima la mtaji wa kampuni, kama unaongezeka maana kama unaangalia kwenye ze financial reports unakuta mtaji wake unapungua una hapo kuna swali kubwa sana la kujiuliza kwa hiyo sasa unaangalia upande wa mtaji kwa hiyo sasa hapo ni upande wa kufanya kitu anaita financial analysis ni kuhakikisha kampuni inapata faida lakini pia kiutendaji ki kwake kifedha ki, ki uko vizuri kwa hiyo hiyo hiyo ni, ni namba moja sasa baada ya hapo tunakwenda kwenye namba mbili. Namba mbili unaangalia mipango ya muda mrefu ya hiyo kampuni, kama hiyo kampuni ina mipango ya muda mrefu e, yaani plans e, ambazo ni za muda mrefu, na hizo plani ni za kuonyesha kuwa za kupanua biashara ya kampuni. Kwa hiyo jihakikishie au uwe na uhakika kwa hiyo kampuni ina plani za muda mrefu na hizo plani zi, zimekaa vizuri na kuna uwezekano mkubwa zika- zika- zikaleta matokeo ambayo yanayotakiwa. Kwa hiyo angalia upande wa plani za muda mrefu. Ukikuta kampuni ambayo haina hata plani au viplani vyake vya mwaka mmoja mmoja, hapo anza kuwa na maswali. Kwa hiyo angalia plani za muda mrefu za hiyo kampuni, na ni plani za maendeleo ya hiyo kampuni ambayo inaonyesha kabisa baada ya muda fulani hiyo kampuni itakuwa imefika mbali. Kwa hiyo hiyo ni, ni ya muhimu sana kuhakikisha kuwa kampuni inakuwa na mipango au plani za muda mrefu ambazo zina, zitasaidia hiyo kampuni kupanuka. Sasa tuingie namba tatu. Namba tatu ni mfumo wa kampuni, mfumo wa kuendesha biashara. Hii ni muhimu sana. Kwa sababu kama mfumo wa kuendesha biashara hauko vizuri kuna uwezekano mkubwa hiyo hiyo hiyo kampuni huko mbele ikayumba. Kwa hiyo angalia mfumo, kwa maana kwenye mfumo wa biashara, kama wale wanaoangalia video zangu au wanaoangalia vipindi vyangu, tunapozungumzia mfumo mzuri wa biashara, kwanza kuna swala la la kuweka la, la kuweka malengo, lakini pili, baada ya kuweka malengo kuna swala la kutambua kuwepo kwa vitengo ambapo vitengo vinafahamika sasa. Hapo tunazungumza kama mambo ya marketing department au sales and marketing department, au kuwa na na upande mzuri finance, kuwa na finance department nzuri, kuwa na mambo ya operations, kuwa na mambo ya human resources. Kwa hiyo kuna vitengo vile vya muhimu, inabidi uhakikishe kuwa vipo na vinafanya kazi sasa. Kwenye mfumo mzuri wa kuendesha biashara, hivyo vitengo vinatakiwa vitambulike, lakini pili, hivyo vitengo vinatakiwa vipewe majukumu ya kutekeleza, na hayo majukumu yatekeleze vizuri na hivyo vitengo. Kwa hiyo kwenye, bado tupo kwenye swala la mfumo wa kuendesha biashara, ni kuwa baada ya kuhakikisha kuwa kuna hiyo kampuni ina, ina inaweka malengo, lakini namba mbili iwe na vitengo ambavyo vinawezeshwa hivyo vitengo, ambavyo vinakuwa na majukumu. Lakini namba tatu ni kuwa hivyo vitengo vinakuwa na viongozi ambao, wenye sifa, wenye uzoefu wa kufanya hizo kazi. Na namba nne ni kuwa kuna kunakuwa na plani, plani za muda mrefu na plani za muda mfupi, lakini pia kuwe na utaratibu mzuri wa kupata resources za kutekeleza hizo plani, na hatimaye kuhakikisha kuwa kuna utaratibu mzuri wa kufuatilia utekelezaji wa hizo hizo hizo plani kwa kutumia resources, ili kuweza kufanikiwa kwenye malengo yaliyowekwa. Sasa hiyo yote iko chini ya mwamvuli wa mfumo mzuri wa kufanya biashara. Mwisho kabisa ni swala la management. Eh bwana, wewe una pesa zako sasa, usije ukazitumbukiza mahali ambapo management yake haieleweki. Kwa hiyo hakikisha kuwa kuna management nzuri kwenye hiyo kampuni. Na management nzuri ni kwa maana kuwa tangu huko juu, ngazi ya juu mpaka chini e, walioko hapo ni watu wenye uzoefu kwenye biashara, wana elimu nzuri na wanakupa imani ya kuwa hilo kundi la management unaliamini kuwa litafanya kazi, litaendelea kufanya kazi vizuri na hatimaye kufikia mafanikio makubwa. Kwa hiyo swala la management nzuri ni swala muhimu sana. Hakikisha hapo unapotaka kuwekeza, pana management ambayo ina majina kweli kweli, ukitajiwa jina tu fulani fulani, sema hapa kweli mimi naweza nikawekeza. Kwa hiyo kwa kifupi, haya ni mambo manne ambayo inabidi uyatafakari kabla hujafanya uamuzi wa kuwekeza kwenye hisa za kampuni ambayo, e, unataka kuwekeza hiyo. Ni muhimu sana, kwa sababu usipofanya hivyo unaweza ukajikuta unatumia hela zako nyingi kwenda kuwekeza, halafu kisha matokeo yake hufanikiwi, au unakuta unatupa pesa yako na unapata hasara. Naomba nifikirie hapo mwisho na naomba mwendelee kuangalia kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kinachotangazwa kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, Jumatatu hadi Jumamosi. Na mimi ni mtangazaji wa kipindi, Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.